Tuitengeneze wizara hii iwe kimbilio la watu, kwa maana ya kwamba kuna vitu ambavyo tunajua kwamba kuna maeneo mengine e, wanahitaji watu huduma hii sana. Ni vyema wale watathmini wale, kuna maeneo mengine katika nchi yetu Tanzania mm. Kuna mkoa una changamoto kubwa sana za kisheria, lazima tuzichambue. Kwa mfano mkoa labda mkoa tuchukulie kwa ndugu yangu kule Mara labda wanahitaji sana sheria, wanahitaji sana wana sheria, basi tuchambue, yaani kila mkoa na percentage zake. Kwa mfano mkoa wa Dar es Salaam uhitaji wa msaada wa kisheria ni asilimia sabini, labda unafata mkoa fulani, ili tukitengeneza timu za kwenda kufanya kazi zinapiga kambi, wanapiga kazi kwa nguvu zote, ili tuweze kuleta matokeo chanya zaidi kuliko tukienda tunaweza kupeleka nguvu ambako nguvu haihitajiki. Lakini jambo lingine, ningetamani sana kuwe na ubunifu najua tuendelee kupata nafasi za kusema kusema, lakini ubunifu ni swala la msingi sana kwenye kufanya kazi. Yaani, mtu kwenye kwenye kitengo chako yani, uache alama yani, kiasi kwamba yani, hata kama kesho yani, ukiondoka, mtu nasema fulani yule alifanya kazi, aliacha yani kama ukitaka kupima kwamba una, una kwenye kitengo chako yani, muhimu kiasi gani, ni muhimu kiasi gani ukichukua likizo ukiona hamna mtu anaye kupigia simu kukuuliza unarudi lini, ujue ni tatizo, jitathmini. Unasema sasa, ai, unarudi lini bwana, unarudi lini Ambea, mimi narudi wiki wiki ijayo bwana, why. Yani, kuna jambo la msingi sana ujue, wewe ni muhimu kwenye hiyo sehemu, lakini unaona hata simu hata siku moja, ujue bora ameondoka kwanza, tupumzike. Tumelona jamani.